Gavana wa Kwale Fatuma Achani amefungua rasmi kisima cha maji kilicho na mtambo wa kusafisha maji ya chumvi cha shirika la kijamii la Masowatt huko Kilibasi pamoja na usambazaji wa mabomba ya maji ya Mtulu eh, kwenda Mwakunde, Mwanzungu na vilevile vile Magalani huko Kinango. Aidha, miradi hiyo ya maji iliyotekelezwa na serikali ya kaunti ya Kwale na kufadhiliwa na benki ya Dunia inalenga kutatua changamoto ya ukosefu wa maji katika maeneo ya Kinango na samburu. Kulingana na Gavana Achani, familia zaidi ya elfu moja mia tano zinatarajiwa kupata maji kwa matumizi ya nyumbani, kilimo na hata mifugo. Kwa sababu maji yatakuwa yako chumvi, tukaweka hiyo mtambo wa kusafisha maji yawe safi. Tumepata maji haya, lakini haito kwa mwisho ule mradi wa ile bwawa ambalo tumechimba pale, baada ya kusafisha tunatarajia yale maji tuweze kuyasambaza yaweze kufika pia Kilibasi. Tunataka hili janga la maji liweze kuisha kabisa. Kwa hivyo katika process ya kutafuta mm -hmm, kila mbinu ya kuhakikisha kuwa mwananchi anaweza kupata maji safi ambayo yako salama pia maji ya hapa. Huu mlima unaoona, jamii ya, ya hapa ilikuwa ikikosa maji wakati wa ukame, watu walikuwa kupanda juu kutafuta maji na maji kikauka, kwa tunaenda kilomita arobaini hapa mpaka kukakani, na watu walisafiri mpaka Makinandoni kutafuta maji, lakini Mungu alipokuleta wewe ka hapa Kwale tumeona tofauti, kwa sababu maji sasa tuko nayo yale yani ambayo wametufanyia ni makubwa, hatuwezi kuhesabu mno maana mahali tulipokuwa tulikuwa tumeteseka maji, tunayatoa Makina Nyakisa katika misara yetu, katika eneo ya Kilibasi watu wanateseka, lakini kwa leo tunashukuru kwa uvumbuzi ambao wamekuja nao, nasi tuweze kuonja maji kama watu wa Makina na mtazamaji baada ya